Yajma'u fi safar, anakusanya, anakusanya swala katika safari. Tunaweza kusema anakusanya swala safarini. Baina salati dhuhri au tunaweza kusema ajma'u fi safar, anakusanya safarini. Baina salati dhuhri wal asr, baina ya swala ya dhuhuri na lasiri. Idha kana ala dhahri sair anapokuwa katikati ya mwendo. idha kana ala dhahari sair, anapokuwa katikati ya mwendo, yani yuko kwenye kipando, anatembea safari inaendelea, si kwamba ameshafika. Anapokuwa yuko kwenye safari, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anakusanya baina ya sala dhuhuri na alasr, wayajmau baina almaghribi walisha, na anakusanya baina ya maghribi na isha, kwa sababu safari zinazozingatiwa ziko katika sehemu mbili. Safari kwa maana uko katika mwendo wa safari, hujafika; unapokwenda, umetoka kwenye mji wako, huenda mji fulani unaokusudia, hujafika, unahesabika uko safarini. Pia utakapokuwa umefika kule unapokwenda si mji wako wewe, wewe si mustautini huko, wala si muqim. Umekwenda kwa haja fulani mshafikaki, ni mgeni pale. Huyu aliyekuwa katika mwendo wa safari ana hukumu zake fulani zinamhusu, na yule aliyefika tayari ni msafiri, lakini kuna hukumu fulani zinamhusu kinyume na huyu, huyu ambaye bado yuko safarini, kuna uzito fulani yuko nao. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akikusanya swala pale anapokuwa yuko katika mwendo fi ala dhahri sairi, anapokuwa katikati ya mwendo. Kitafsiri neno kwa neno, alipokuwa juu ya mgongo wa kipando anikubadi kwenye, kwenye kipando chake kwa hiyo kawaida wasafiri wanakwenda kama hivyo, alafu wafika mahali wateremka, wanakusanya maji au wanalisha wanyama, wanapika chakula wanakula. Kwa hiyo bado unahesabika katika ala dhahari sairi, wako safarini, wale kwenye mwendo. Kwa hiyo pale utaruhusiwa kufanya jamu baina sala mbili salatu dhuhri na salatu lasiri, kadhalika sala ya maghribi na salatu lisha. Pia itaruhusiwa kufanya qasr, kama mlango utakavokuja hapo mbele, kuzipunguza swala, swala zenye rakaa nne zikapunguzwa zikaswaliwa rakaa mbili mbili. Kadhalika, inapokosekana maji utatayamma kwa sababu uko safarini na taratibu zake zimetajwa katika vitabu vya fiqh. Kwa hiyo hadithi hii, miongoni mwa fawaidi zinazopatikana inathibitisha, kupatikana jamu, kukusanya baina ya dhuhuri na al-asr au baina ya maghribi na isha.

iliyokuwa bora ni kuto kufanya jamu. Ameruhusiwa, lakini ni ruhusa okee. Kufanya jamu, Mtume saasallam amefanya jamu siku zake za hija zile kumi na nane zote alikuwa akifanya jamu, akifanya qasr, alikuwa akipunguza swala. Alikuwa akiswali Mina ana swali adhuhri rak'a mbili katika wakati wake, asri rak'a mbili katika wakati wake. Naam.

kadhalika na wao hivyo hivyo walikuwa hawazidishi juu ya rakaa mbili katika swala za rakaa nne zile. Pia huo nao ni wepesi, wepesi Bail, wengina, wana wachu, wana ni katika kufanywa wepesi kwenye sheria ya Kiislamu, bali kuna wengine katikaana wachuoni wanaona kwamba ni wajibu kupunguza swala unapokuwa safarini, wajibu sawabu ni ruhsa sawabu ni rukhsa.